Karibu ni katika Dr. Saddam Kenya. Hivi leo ningependa tuweze kuzungumzia sababu ambazo zinasababisha baadhi ya wanawake waweze kutokwa na uchafu mweupe mzito au wa manjano wenye harufu mbaya. Kwa hivyo ikiwa mgeni katika channel hii, tafadhali bonyeza subscribe chini, ni like video hii, ikiwa utaka maswali yako ya wache kwenye comment section au mtafute kwenye Twitter Saddam Africa. Now the first thing ambao inaweza kusababishia ukaanza kutokwa na uchafu mweupe mzito ukeni wenye harufu au bila harufu ni matumizi ya baadhi ya madawa. So kama uko medication Yeah, antibiotics. Sana sana broad spectrum antibiotics ni zile uh, antibiotics ambazo zinaua most of the bacteria, including wale wazuri ambao wanapatikana kwenye uke wako, kunawezekano kuwa ukaweza kupata infection ambayo itakusababishia utoke na uchafu mweupe ama ute mweupe au wa manjano au wa brown ue, wenye harufu au usio na harufu. Now the second thing ambayo inaweza kusababishia ukaweza kupatwa na hii situation ni kujamiana na mtu ambaye tayari kwa infection. Kuna baadhi ya watu for example, au klamidia for example, au syphilis. Wewe ukijamiana naye anaweza kusambazia huo ugonjwa, na baadaye dalili hiyo ya kutokwa na ute wenye harufu au usio na harufu inaanza kutokea kwako. now the third thing ni usafi. so for example kama ni mwanamke, utakuwa unajua jinsi ya kuweza kufanya usafi. if at all unaenda haja kubwa, ni vizuri ujue jinsi ya kuweza kujipanguza, and everything because if you do it the wrong way, it is very easy for you to transfer bacteria kutoka kwenye GIT yako ukaleta kwenye uke na pale ukaweza uh, infection. Ya nne inahusiana na hormonal imbalance. So if you have severe hormonal imbalance inaweza kusababishia ukaanza kupata vitu kama vile yeast infection because ina disrupt the populations of bacteria uh, and other flora katika uke wako ambazo mara nyingi zinategemea kitu ambacho vitu kama vile lactogen na na na other things ambazo zina kwa secreted katika uke wako, uh, kutegemea na viwango vya homoni katika damu yako. So, so if it is is interrupted then there is a likelihood of you getting an infection ambayo inaweza kusababishia uh, ile discharge ikaweza kutokea. Now ya tano inahusiana na mazingira. So for example uliko katika sehemu amba kuna kiangazi sana. It is a lowland katika sehemu nyingine katika uke wako na vitu kama vile kutokana na hilo na ni vitu ambavyo vinatokea na, kuna baadhi uh, ku, ku, ku, so, uh, ya vitu vingine pia ambao watu kusababisha ukapata ama dalili hii ya kutokwa na ute uh, mweupe mzito wenye harufu au sio na harufu ambavo vinaweza kudhibitiwa. Ikiwa uko katika station kama hii, ni vizuri uweze kutembelea hospitali, utaweza kupewa matibabu ambayo yanaweza kusaidia. Shukran sana kwa kutazama video hii. Ikiwa ni mgeni katika channel hii, tafadhali bonyeza subscribe, like video hii. Maswali yako yaweke kwenye comment section.